Nkidogo no, no, ukiapiga hey, kwenye jiwe unaona anavyosambaa hey. <laughs> ni unyamanonekan hey. anaitwa Juhudi Lugwiza au naweza ukamwita Gwiza boi, yupo nalokuga mnyama tajiri injinia <laughs> mia shwale eh. Shwale inakwaje mkuu? Ah, ungeaonje ndo ungepata jibu unacho kiniuliza mimi. Mdomo wangu mimi una hospitali. Wewe mwambie bwana. Jana maji alikata.